Hii ni familia ya mkulima mmoja anayetambulika kwa jina la Mehnga ambaye alikuwa anaishi pamoja na mama yake. Sasa ibwana huyu mshikaji, kwa ni suala la wanawake, yeye alikuwa yupo nyuma sana, lakini siku hii ya leo akawa akafanikiwa kutafutiwa mke pamoja na mama yake, bimdada mrimbwende anayetambulika kwa jina la Lachi. Bimdada huyu yeye katika maisha yake, ndoto zake kubwa alikuwa anahitaji kuwa mwimbaji mkubwa, lakini pia alikuwa anahitaji kuja kuwa densa. Kutokana na pressure familia yake, ilibidi tu aweze kuolewa na mwanaume ambaye hakuwahi kuonana naye hata siku moja sasa. Leo baada ya ndoa kupita, bimdada anamweleza mume wake huyo, alikuwa anatambulika kwa jina la Menga, ya kwamba yeye katika maisha yake alikuwa anatamani sana kuolewa na mwanaume ambaye alikuwa anampenda. Sasa kwa kuwa alikuwa ni watu ambao walikuwa amekutanishwa na familia, bimdada anamweleza mshikaji, kila mmoja inabidi aweze kulala katika kitanda chake mwenyewe na wala wasiweze kugusana mpaka pale ambapo mshikaji atafanikiwa kumshawishi bimdada kimahaba na hatimaye akampenda Menga. Kwa kuwa alikuwa ameshaazimika na urembo wa bimdada, akaona kesi akakubaliana na masharti ya bimdada na maisha mapya yakaanza. Yani, wao wakawa wanaishi kama vile watu walikuwa ni wageni ndani ya nyumba moja, ungali jamii pamoja na familia walikuwa wanatambua kwamba hawa walikuwa ni wanandoa na walikuwa wanalala ndani ya chumba kimoja. Ebana maisha ya kwanza kuigiza, mahusiano yakaanza baina ya hawa wanandoa wawili. Mshikaji alikubali kufanya haya mambo yote ili aweze kumridhisha mke wake. Bwana, huyu bimdada alikuwa kweli ni drama queen, kwani siku hii ya leo, wakati wa jioni, kipindi ambacho kila mmoja alikuwa katika kitanda chake bwana, wakajidai kama vile alikuwa anaongea na simu, yani kama vile alikuwa ni watu wasiofahamiana. Dada anamweleza mshikaji waongee ndani ya simu kama vile hawakuwahi kukutana hata siku moja, mwamba akaanza kujitahidi hivyo hivyo kuzungumza. Lakini pia kama hiyo haitoshi, wakati wa asubuhi mshikaji akavaa nguo nzuri pamoja naye bimdada akavaa nguo nzuri ya kupendeza. Hapa wakajidai kama vile hawafahamiani wamekutana barabarani, lakini pia wakajidai kama vile siku ya jana mshikaji alikuwa amekosea namba, yaani hapa mwamba alikuwa anahitajika aanze kupiga upya da, hii kweli ilikuwa na kipengele. Lakini pia bimdada akajidai kama vile alikuwa anaelekea chuoni, na mwamba naye akajidai kama vile alikuwa anamfukuzia kwa nyuma kwa kutumia pikipiki piki yake. Yaani hapa walikuwa wanaendesha vigali kama vile watoto wadogo wamekaa juu ya vitu, kisha wanaanza kunyonganyonga mikono yao, utadhani kama vile walikuwa wanaendesha magari. Wanakijiji wakawa wanashangaa, hawa ni wapenzi wa aina gani? Mbona wanakuja na staili mpya ya upendo? Lakini pia hata mama mtu na yeye akawa anamvizia kijana wake, anamsikilizia jinsi ambavyo alikuwa anaongea na mkwewe, akawa anaona huyu kijana mbona ananiangusha? Kuna muda akawa amwelewi kabisa kijana wake, mbona anashindwa kufanya mavituzi yeye aweze kupata mwijukuu. Lakini wao hawakujali, bali mapenzi ya kuigiza yakaendelea mpaka pale ambapo mshikaji atafanikiwa kumshawishi bimdada ampende. Rumors zikaanza kuenea ndani ya kijiji juu ya mambo ambayo Mehnga alikuwa anayafanya pamoja na mke wake. Siku moja lachi anafatwa na bimdada ambaye alikuwa ni kibonge, anaulizwa wewe umefanya nini mpaka mume wako anafanya kila kitu ambacho ulikuwa unakihitaji aweze kukifanya. Dada akamweleza ukihitaji mume wako awe romantiki, mdanganya ya kwamba unamchiti na mtu mwingine. Du, dada muuaji ukibonge. Baada ya kufuata ushauri bwana, siku hii ya leo alitembezewa kichapo cha mbwa mwizi na mume wake. Mambo akazidi kuwa ya moto kwa Lachi pamoja na Mehnga. Siku hii ya leo bimdada akavaa nguo ya harusi ambayo mama mkwe alikuwa akapewa tenda aweze kumshonea mtu, lakini bimdada akaivaa nguo kisha akaigiza kama vile kufunga ndoa upya yeye pamoja na Mehnga. Bahati mbaya mama mtu pamoja na mteja bwana wanamkuta akiwa kaivaa hii nguo. Mteja alimaindi sana, akahitaji aweze kurudishiwa pesa ambayo alikuwa akagharamia kuishona hii nguo da noma ikawa ni kubwa sana. Menga ili aweze kumridhisha mke wake, lakini pia ili aweze kupata pesa kuweza kumlipa huyu mama ambaye alikuwa ameharibu nguo yake harusi, akamchukua bimdada mpaka kwa mwamba mmoja ambaye alikuwa ni YouTuber, lakini yeye alikuwa sio maarufu sana katika sekta ya kuimba. Bimdada kwa kuwa alikuwa na kipaji cha kuimba, ikabidi aweze kushirikiana na mshikaji kutoa bonge moja la ngoma e bana. Ngoma hii ikapata shavu la kutosha, na bimdada akaanza kupata madili pamoja na pesa zilizoanza kuwasaidia katika maisha yao ya nyumbani. Mama mtu baada ya kuona mkwewe kwa sasa alikuwa anaingiza kipato kizuri, akaona ha, mbona mambo yameanza kuwa ni mazuri sana. Akampa kibali chote bimdada cha kwenda kufanya kazi kama hizi za uimbaji. Siku hii ya leo bimdada alikuwa anafanya shooting ya video ambayo alikuwa akaimba na yule mwamba ambaye alikuwa ni YouTuber, lakini katika siku hii ya leo wakiwa location, nakutana na mwanamuziki mmoja maarufu sana ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Ajiti. Mshikaji akafanikiwa kuvutiwa sana na bimdada, kwanza kutokana na urembo aliyokuwa nao, lakini pia cha pili kutokana na kipaji cha uimbaji pamoja na kucheza mshikaji kabidi aweze kumwalika bimdada pamoja na mwamba alikuwa anatambulika kwa jina la Menga kwa lengo la kwenda kuzungumza nao biashara. Ajiti anawapatia mkataba waweze kusaini ili waanze kufanya kazi wote kwa pamoja, na japokuwa hawa walikuwa ni wanandoa, masharti ya mkataba mshikaji wetu Menga alikuwa anahitajika awe meneja na wala sio mume wa Lachi, yaani bimdada anapoanza kazi ya uimbaji pamoja na Ajiti, yeye atakuwa anatambulika ya kwamba alikuwa yuko single, lakini pia watatengeneza picha ya kwamba bimdada pamoja na Ajiti alikuwa wapo ndani ya mahusiano ya kimapenzi. Mehnga anakubali kusaini mkataba, lakini upande wa pili Lachi anaamua kumfungukia Ajiti maisha ambayo alikuwa naishi yeye pamoja na mume wake. Anamweleza kwamba sisi tunaishi kama wageni mpaka pale ambapo mume wangu atafanikiwa kunifanya niweze kumpenda. Ajiti baada ya kusikia hii kauli akamweleza bimdada, basi nasi tuanze kuigiza kama hivyo ambavyo unaishi wewe pamoja na mume wako. Dada alikuwa hana yana, ikabidi aweze kukubali ombi ambalo ajiti akamweleza nyimbo ya hao watu ya kwanza ilikuwa inahusu mambo ya familia. Sasa ili aweze kupata details zaidi, Ajiti kabidi aweze wa kuwachukua waungwana mpaka sehemu ambapo familia yake ilikuwa inapatikana. Familia baada ya kumwona bimdada mrembo Lachi wakaanza kumshawishi Ajiti aweze kumuoa bimdada, lakini pia wakaanza kumtriti vibaya Menga, kwani wao walikuwa natambua ya kwamba alikuwa ni meneja bila kutambua ya kwamba mshikaji ndio alikuwa mume sahihi wa bimdada Lachi. Ajiti akaitumia hii fursa kuwa anatoka mara kwa mara yeye pamoja na bimdada lakini pia hata mazungumzo yao yalikuwa kama vile watu ambao walikuwa wapo ndani ya mahusiano ya kimapenzi upande wa menga yeye ikabidi tu awe mpole kwani ndiyo kazi ambayo mke wake alikuwa anaifanya japo kuna muda roho yake ilikuwa na muuma anakumbuka hata zile momenti nzuri ambazo alikuwa anaishi kwa mwanzoni kwani kwa sasa menga alianza kuona bimdada nguvu zake nyingi anazipoteza kwa jiti na yeye anaanza kusaulika taratibu ebana ngoma ikatoka hakika kila mmoja alifanikiwa kuweza kuipenda, lakini pia ikampatia exposure kubwa bimdada. Kila kona mabango yakaenea bwana. Mshikaji wetu Menga kwa sasa kupiga picha na mke wake ikawa ni kipengele da. <tze> kwani watu walikuwa wanatambua ya kwamba bimdada alikuwa na mahusiano ya kimapenzi pamoja na Ajiti. Lakini pia hata waandishi wa habari wakawa wanatamani kuelewa mapenzi baina ya Ajiti pamoja na bimdada alikuwa natambulika kwa jina la Lachi alianza muda gani. Ajiti akawa nawaeleza walimwengu hadithi za uongo. Upande wa pili, Menga hata akijitambulisha kwa watu ya kwamba yeye ndio alikuwa mume halali wa bimdada Lachi, watu walikuwa hawamwamini kabisa hiki ambacho alikuwa anakizungumza. Leo Lachi anamwaga mme wake, anamweleza kwamba anaelekea Kanada pamoja na mshikaji wake alikuwa anatambulika kwa jina la Ajiti, kwani kulikuwa kuna tua ya siku 45. Menga alikuwa hana uwezo wa kumzuia, alimwaga kishingo upande, akibaki na maumivu pamoja na wivu mkubwa moyoni mwake. Wakati yeye akiwa anaugulia maumivu, upande wa pili katika kijiji, bwana mama mtu, yeye anaitumia hii fursa ya mkwewe kuwa mwimbaji maarufu kugombea cheo cha wenyekiti ndani ya kijiji chao. Menga leo anampigia simu mke wake akiwa Canada anamweleza amemisi sana, lakini Bimdada alikuwa hana maneno mengi, anamweleza kwamba kata simu, nitakupigia siku ya kesho, kwani kwa sasa Ajiti anakuja ndani ya chumba changu, kuna mambo ambayo tunahitaji tuweze kudiskasi da. Menga aliumia sana, ikabidi tu aweze kukata simu abaki na maumivu yake, huku akitafakari mambo mengi katika kichwa chake. Anaona huenda Bimdada akawa tayari alishampenda mshikaji, ukizingatia yeye ana maokoto na Menga alikuwa hana kitu chochote. Ebana, kesho huwa haifikagi. Ile siku ambayo Bimdada aliahidi atampigia mme wake haikuwahi kufika hata siku moja. Mwamba kwa sasa akaamua kwa zake cha pombe. Siku za kwanza zikapita, hatimaye wiki bila kupata mawasiliano yoyote kutoka kwa mke wake. Baada ya siku 45 kupita, leo Bimdada anarudi kutoka Kanada pamoja na mshikaji alikuwa anatambulika kwa jina la Jiti. Kwa sasa, Bimdada hata uvaaji ulikuwa umebadilika sana, kwani alikuwa anavaa utadhani kama mtu ambaye alikuwa katoka katika mataifa mengi. 19 haitoshi, mshikaji anaambiwa kwamba kuna safari nyingine ya kurudi nchini Canada kwa lengo la kwenda kushuti filamu kwa muda wa siku 30 vipande vya mwanzoni kwakuwa vilikuwa vinaanziwa kushutiwa ndani ya taifa lao. Bwana, siku hii ya leo, kipindi ambacho alikuwa anaanza kushuti wakiwa location ya bwana, mshikaji wetu alikuwa ntambulika kwa jina la Mehnga, uvumilivu ulimshinda, akawa anaingilia mtukati ili aweze kuvuruga haya mambo, lakini walinzi ikabidi waweze kumtoa ndani ya hili eneo. Lachi kila kitu alikuwa anashuhudia, lakini alikuwa hana la kuweza kufanya kumsaidia mume wake. Menga akaona maisha ya uchawa hayawezi kwa sasa, akaamua kurudi kijijini kwao na kuanza kuyaishi maisha ya mwanzoni. Kwa sasa alikuwa na huzuni sana, kwani alikuwa anatambua huenda Lachi akawa tayari al, alishampenda mshikaji wetu alikuwa anatambulika kwa jina la Jiti. Leo wakati wa jioni, Lachi anarudi nyumbani, anamkuta mume wake akiwa kalewa hoi. Mwamba anamweleza bimdada, tulia hapo chini, nakuja. Menga akaingia jikoni akaanza kukanda ngano ili aweze kumpikia mke wake lakini baada ya kufika jikoni, kipindi ambacho bimdada alikuwa anahitaji amsaidie mume wake, mshikaji anamweleza bimdada Lachi ya kwamba wewe ni mgeni ndani ya hii nyumba lakini pia siku ya kesho na kazi ya kuelekea lokesheni kwenda kuishuti filamu nivyoacha mimi niweze kukupikia chakula. lakini pia kumi tisa itoshi. Mshikaji anamweleza bimdada atafanya kazi ya kumshawishi mama yake ili waachane, bimdada awe huru kwenda kufanya filamu pamoja na Ajiti, ikiwezekana wafanye maamuzi ya kufunga ndoa, kwani yeye hahitaji kabisa kwa sasa kuendelea na huu ujinga. la achilia wakati wa asubuhi, anatapika mbele ya mama mkwe bwana bimkubwa, moja kwa moja akatambua ya kwamba bimdada alikuwa ni mjamzito anaondoka akishangilia kwenda kutangaza kijijini. Lakini kwa mtaalamu wetu alikuwa anatambulika kwa jina la Menga, akatambua huu ulikuwa ni msala. Kama itakuwa ni mimba, basi itakuwa ni ajiti, kwani yeye hakuwahi kugusa hata unywele wa bimdada. Uhakika anaupata zaidi baada ya kuweza kumsikia bimdada kipindi ambacho alikuwa anaongea na ajiti siku hii ya leo, akimweleza kwamba sitaweza kuja location siku hii ya leo, kwani nimegundua ya kwamba nina ujauzito wako. Da, Menga aliumia sana, akaamua kwenda kwa shikaji, akapiga kalinya vya kutosha na kurudi wakati jioni akiwa kalewa mshikaji, leo anaamua kumtolea uvivu bimdada na kuanza kumchana aondoke aelekee kwa mwamba ambaye alikuwa akampenda, kwani yeye hana kitu chochote. Hasira za mabishano ya hapa na pale anampelekea bimdada kuweza kuanguka chini. Baada ya kupeleka hospitalini, mama mkwe anamuuliza daktari, je, ujauzito haujaharibika? Lakini daktari anamweleza mama mtu ya kwamba mbona binti yenu hana ujauzito wowote. Lachi anafanikiwa kukutana na mume wake na kumweleza ukweli mzima ya kwamba hakuwahi kufanya jambo lolote yeye ye, moja na ajiti lakini pia bimdada anamweleza mshikaji ya kwamba yeye kwa sasa anampenda sana mme wake, hivyo hatamani kabisa kuendelea kufanya kazi na Jiti. Mwamba kwa mara ya kwanza anapata fursa kumkumbatia mke wake. Da nah, hii ni hatari! Lakini baada ya hapo washikaji wakaamua kuachana na Jiti na kuanzisha blandi yao wenyewe, ambapo bimdada ndio atakuwa mwimbaji mkuu pamoja na densa, na menga atakuwa ndio meneja ambaye atakuwa naamua ni nani ambaye atakuwa nafanya kazi na bimdada. Bwana, hapa ndio tunafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy hadithi hii, basi kushare ku like na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vilivyonyooka na vikali kama hivi kila siku.